Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote. Sasa tunapolisikia neno lake tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa upendo wako na kipekee kwa siku hii uliotupa ya siku ya kipaimara imara katika usharika wetu wa Tamota tarehe hii ya leo sisi watoto wako katika jimbo hili twakusihi, uwe katikati yetu, uzungumze nasi kwa neno lako, na kipekee tunavyotafakari juu ya matengenezo ya kanisa. Neema yako iendelee kutuzingira, tukuone daima. Yesu Kristo bwana wetu, amini. Neno la Mungu tunalopewa ni kutoka kitabu Chaa, mambo ya nyakati mlango ule, mambo ya nyakati wa pili mlango wa ishirini na tisa mstari wa kumi na tano mpaka ule wa kumi na tisa Neno hili limekwisha kusomwa, lakini naomba kurudia kusoma neno hili, naomba tulisikilize kwa makini. Mambo ya nyakati mlango wa nyakati wa pili mlango wa ishirini na tisa mstari wa kumi na tano mpaka ule wa kumi na tisa Nasoma katika jina la Bwana. Wakawakusanya ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia kama alivyoamuru mfalme kwa maneno ya Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pandani, ili waisafishe wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana, wakautupa nje uwani mwa nyumba ya Bwana Walawi wakautwaa ili wauchukue nje mpaka kijito cha Kidroni. Basi wakaanza kutakasa siku ya Bwana ya mwezi wa kwanza, hata siku ya nane ya mwezi wakafika katika ukumbi wa Bwana, wakaitakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku nane, wakamaliza siku ya kumi na sita ya mwezi wa kwanza, wakaingia ndani kwa Hezekia mfalme wakasema, tumeisafisha nyumba yote ya Bwana, na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote, na meza ya mikate ya onyesho pamoja na vyombo vyake vyote tena vyombo vyote alivyovitupa mfalme Ahazi alipotawala hapo alipoasi tumevitengeneza na kuvitakasa navyo. Tazama, vipo mbele ya madhabahu ya Bwana. Amen, natukae. Bwana Yesu asifiwe! Ndugu zangu, siku ya leo ni siku ya sikukuu na ni sikukuu katika dunia nzima, sio katika usharika wetu tu, lakini sikukuu duniani pote, siku ya matengenezo ya kanisa, wanaita Reformation, matengenezo ya kanisa. Na haya inafanyika kila mwaka mwezi wa kumi, Jumapili ya mwisho, Jumapili ya mwisho wa mwezi wa kumi ni matengenezo ya kanisa. Ukifika huko Ujerumani, ukifika Marekani ukifika huko bara la Asia mahali pote, leo ni siku ya matengenezo ya kanisa, na imewekwa tarehe hii Jumapili ya mwisho wa mwezi wa kumi, kwa sababu tarehe thelathini na moja mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tano na kumi na saba zamani sana, miaka mia tano na zaidi, mwaka elfu moja mia tano na kumi na saba tarehe thelathini na moja mwezi wa kumi, ndipo Martin Luther aliposimama na ushuhuda wa pekee wa neno la Mungu, akasimama akifundisha mafundisho sahihi ya neno la Mungu, na tarehe ile aligongelea katika mlango wa kanisa pale Ujerumani, kwenye mji wa Wittenberg, kwenye mlango ule wa kanisa aligongelea mlangoni maandiko tisini na tano yanayoonyesha ubovu wa kanisa na kwamba kanisa lazima lisafishwe, lazima lirekebishwe kwa sababu watu wamejichafua sana, na miongoni mwa mikazo mikubwa ni jinsi ya kuitunza amri ya kwanza. Amri ya kwanza ambayo niwaulize watoto wangu wakipa imara, amri ya kwanza inasemaje? Bwana asifiwe. Tuwashangilia watoto wetu, wameshika amri ya kwanza. Amri hii ndio ilikuwa msingi wa matengenezo ya kanisa, maana watu watu walikuwa walikuwa wamejisahau, wamejisahau wanaabudu vitu vingine, wanaabudu pesa. Wakati ule watu wanaabudu wahubiri, wakisimama mhubiri mzuri, wao wanamwamini yule zaidi kuliko kuliamini hilo neno lenyewe, wanamuona ni kama Mungu mdogo. Wanahubiri, wanaabudu watawala wa nchi wakimwona huyu ni mtawala, ni kiongozi wa nchi, basi wanamwabudu, wameonekana kama miungu wadogo. Martin Luther akasimama katika mafundisho hayo, lakini ukiangalia katika wakati ule, alipingana na fundisho moja baya lililoendelea wakati ule la kuuza vyeti vya msamaha, vinaitwa indulgence, vyeti vya msamaha. Yani ilikuwa rahisi tu. Ukisha kinunua hicho cheti, ukikiweka nyumbani kwako, fanya dhambi upendavyo. Yaani umesamehewa dhambi zako za juzi na za leo na za kesho. Jamani, si watu wangependa hilo? <laughs> Watu wangu wa Tamota wangeenda wote kununua vyeti. Si ndio? Kwamba umeninkwe vyeti hivi kwa mvu ya dhambi za iza. Yaani zo zote zinazokuja, watu walinunua vyeti vya msamaha. Watu walinunua. Na watu walipenda sana, watu walinunua. Na ukiangalia kuna uh, filamu moja ilionyeshwa Martin Luther akiwa kwenye mji, kwenye hekalu moja anaingia, akamkuta mtu mmoja amelewa, amelewa sana. Akamuuliza, mbona wewe uko hivi umelewa sana? Akaingiza mfukoni mwake, akamtolea cheti chake, akasema mimi cheti changu cha msamaha hiki hapa. Jamani, yalikuwa mafundisho potofu. Napenda kuwakumbusha leo, kwa kuwa tunajifunza historia hapa ya kanisa, tujifunze. Kwa hiyo hicho vyetu vya msamaha ambavyo vilitangazwa na mtu mmoja anaitwa Johan Tetzel. Yeye alivikusanya na kusanya, anapita kwenye miji na watu walikusanya fedha nyingi, na maana watu wanapenda dhambi zisamehewe, zilizopita, zilizopo na zijazo, watu wasamehewe, watu wasamehewe. Kwa hiyo watu walijiingiza katika mambo hayo. Hilo lilikuwa la kwanza, lakini fundisho la pili ni juu ya mafundisho potofu. Mafundisho potofu kwamba mtu anahesabiwa haki kwa njia ya sadaka Yaani, ukitoa sadaka yako unaweza ukahesabiwa haki. Luther alikataa kwamba, sadaka hizi tunazotoa ndugu zangu kanisani, hatutoi ili kuhesabiwa haki ili kupokea wokovu, bali tunazitoa kama shukrani, kama itikio letu kwa Mungu ambaye ametukomboa. Bwana Yesu asifiwe! Ni hicho tu, yaani tunatoa hizi sadaka. Ukiona tuna sadaka ya mavuno, sijui tuna fungu la kumi, tuna sadaka zozote tunazozitoa, hatutoi kama alama ya kununua wokovu bali tunazitoa kwa sababu Yesu Kristo ametufia msalabani, ametukomboa. Na Luther alisimama katika mafundisho hayo, na leo tunakumbushwa. Kwa kuwa tuko kwenye ibada, tungekuwa na mengi ya kukumbushana, lakini mimi ninavyoona katika mafundisho yale ya wakati ule ambayo yalipita sana, ni kana kwamba kidogo yanaingia kwenye kanisa nyakati hizi. Nyakati hizi kuna watu wanasimama na kuonyesha kamba kama na, kwamba pesa ina nguvu sana kana kwamba pesa ndio yenye kumletea mtu wokovu kuliko hata hiyo nguvu ya neno lenyewe niliona kanisa moja pale Arusha yule mhubiri ameweka mabei ya sala atakazowafanyia watu kuna sala ya elfu kumi hapo anakuombea kwa dakika kama nne tu kuna ya elfu ishirini atakuongeza hapo dakika kama nane kuna ya sala ya elfu hamsini kuna ya laki yani vinakwenda tu sasa ukitoa laki hapo mwombaji ule mpaka anavua shati kwa kukuombea <laughs> yani, anaomba kwa kuruka ruka kwa sababu umetoa nini? Laki moja. Ukija na elfu kumi yako asema haya, nakuombea sala ya kimya tu <laughs> kuna vitu vinaingia kwenye kanisa nyakati hizi, vinaingia kwenye kanisa, na nafikiri Luta angekuepo leo angeleta mabadiliko makubwa kwenye kanisa. Watu wameacha kuabudu yale yanayostahili kumwabudu Mungu wa kweli aliyejitoa kwetu, na ndio maana amekaza sana amri ya kwanza na zile nyingine, lakini kipekee katika amri ya kwanza. Watu wamehamisha mungu wao, ni fedha zao na mali zao. Sisi tunaoitwa leo kisoma katika somo hili tunapaswa kusimama na kuleta matengenezo mazuri ya kanisa. Hii somo tulilosoma la mambo ya nyakati kwa ufupi ni kwamba huyu mfalme Hezekia alichukua nafasi ya baba yake, baba yake anaitwa mfalme Ahazi. Ahazi alitumika katika kanisa, alitumika katika nchi wakati ule kama mfalme, na alipotumika katika nchi alikuwa mtu mkorofi. Ahazi yeye akaruhusu miungu ya kigeni kwenye, kwenye mahekalu, akawaruhusu watu waabudu miungu nyakati zile, na tena akachukua vyombo vya madhabahu akavitoa kwa miungu kwamba waabudiwe miungu wale wengine, miungu wasiofaa kupingana na amri ya kwanza ambayo tumeisikia mahali hapa. Ahazi alikuwa mfalme mbaya. Sasa mtoto wake anaitwa Hezekia. Hezekia alipoingia tu, kisoma ule mlango uliotangulia wa 28. alianza kuwaita makuhani wa na walawi ili waendelee kulirekebisha tena hekalu, tunaambiwa ile somo, wakavitakasa vyombo vyote kwa kuwa vimetumika kwa ajili ya madhabahu za shetani, vikatakaswa ili vitumike kwa upya, na vikatakaswa kwa maombi wanasema kwa siku nane mfululizo. Wakatakaswa. He Zekia alikuwa mfalme aliyefanya mambo mema na ametawala akiwa kijana mdogo wa miaka 25, ndipo alipochaguliwa na alitawala kwa miaka ishirini na tisa, lakini alifanya mambo makubwa ambayo yanakumbukwa. Wengine wanasema alifanya mambo mazuri kama mfalme Daudi alifanya mambo mazuri, kama Daudi. Aliruhusu watu watoe sadaka kanisani kama alama ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya ukombozi mkuu aliyowapatia, lakini aliruhusu hata uimbaji nyakati zile aliru, alikataa uimbaji Ahazi katika hekalu, lakini huyu mtoto wake Hezekia akaruhusu watu waimbe nyimbo za shangwe kumshangilia Mungu kama tunavyofanya hata katika nyakati hizi ndugu zangu, katika haya tunayoyaona siku ya leo, tukumbushwe kwamba kanisa linahitaji matengenezo ya siku zote, lakini matengenezo hayo yaanzie kwetu sisi. Matengenezo sio ujenzi wa kanisa, kujenga kanisa jipya, lakini matengenezo katika mioyo yetu, tutengeneze maisha yetu ili ya mwelekee na kumtegemea Mungu tukiacha yale yasiyofaa. Maana siku hizi watu wamejiingiza katika shida kubwa ya kuamini hata miungu isiyofaa. Ukiangalia maisha ya Kristo alivyojiingiza katika ushirikina inatisha. Nyakati hizi ushirikina hata wa kutokujua vizuri na kupambanua neno la Mungu sawasawa, wamejiingiza katika shida. Na kwa ajili ya shida za ajira nyakati hizi wameibuka wafundishaji wa neno la Mungu wanapotosha sana. Wengi wameibuka sana, mahubiri ya uongo yanafundishwa siku hizi. Mmoja yule aliyekuwa na kaza sana ubatizo kwamba ubatizo, wewe umebatizwa kwa maji machache ufai, basi lazima ubatizwe kwa maji mengi. Sasa nilimkuta mama mmoja amebatizwa karibu mara saba. Sijui akina mama nao wana shida gani, sijui wanataka watangulia wao kwenda mbinguni mara moja. Mara saba Ameenda kanisa la kwanza ma, sema umebatizwa kwenye maji machache, asema ndio, sema lazima ubatizwe kwenye maji mengi. Ana pipa zake mbili pale, eti anaita maji mengi. Maji mengi ya kuondoa dhambi ni pipa mbili maji lita, pipa mbili. Baadaye akabatizwa kwenye pipa mbili, akasikia pipa mbili hazitoshi, kuna mwenzako ana pipa kumi, na ukiangalia si, si ndivyo? Ukiangalia hizi ni chache zile ni akaenda kwenye pipa kumi, akatumbukizwa kwenye pipa kumi lakini wengine wasema pipa kumi hazitoshi, kuna mwenzako anamia ye anahangaika kutafuta pipa nyingi za maji zinavyokwepo. Akafika mahali akaambiwa hizo hazitoshi, lazima ubatizwe kwenye mto ili uone dhambi hizo zinatoroka, zikienda bahari zinapendeza. Jamani, unaziona kabisa, eti wizi huo unakwenda, ushirikina unaona, uzinzi unaona, vyote vinakwenda, eti vinakwenda bahari. Si watu wangependa hivyo? Akaenda akabatizwa hapo, baadaye Akaambiwa hata hayo hayatoshi, ubatizwe kwa moto. <laughs> akaenda kubatizwa kwa moto. Sasa alivyokwenda pale, saa ya kubatizwa, mchungaji amechukua kiberiti, sasa anataka kumbatiza kwa moto, na hizi nywele za wakina mama na haya mafuta mafuta haya, akasema visija vikaripuka, ndipo akakimbia, akaenda kwa mchungaji sasa <laughs> nafikiri aliogopa, maana ukizipiga moto wakati mwingine nywele za wakina mama, sisemi hizi hapa lakini wakati mwingine zinaweza kuwaka moto <laughs> Ndipo anakimbia kwa mchungaji kuomba msaada. Sasa kwamba nifanye nini? Naambiwa nibatizwe kwa moto. Ambiwa ubatizo Luta anasema katika kateksimo, ubatizo si maji. E, watoto, ubatizo ndio nini? Bwana si asifiwe! Wamejibu sawa sawa, sio maji matupu tu, bali ni maji yaliyounganika na neno la Mungu ndio maana sisi hata amebatizwa katika kisima cha maji kiasi gani, haturudii kumbatiza, maana amebatizwa katika neno la Mungu, tunampokea. Anaendelea, maana ubatizo si maji matupu tu. Mafundisho haya potofu yanapoingia, yamechanganya watu wengi. Unajua hata huko milimani watu wamechanganywa sana. Wamehama mara yuko hapa, mara yamehamia pale ni kuhamahama tu. Tubaki mahali tulipo ili tuishuhudie injili ya kweli. Na Martin Luther katika mafundisho yake akasema kila familia kila mzazi kila Mkristo ahakikishe anashika mambo makuu matano, na naomba kuyarudia hapa mambo makuu matano katika siku hii ya matengenezo ya kanisa. La kwanza ni amri kumi za Mungu, kuzishika amri kumi. Na ndio maana kwenye ibada zetu tunaanza kukumbushwa zile amri kumi za Mungu. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili, kuishika imani ya Kikristo. Kikristo tunaikiri imani, imani ya Kikristo. Hata watoto wetu baadaye, imani ya hata watoto wetu watakiri baadaye ile imani ya mitume kuna ile ya Nikea lakini ile ya mitume tunakaza hapo, hilo la pili. Lakini la tatu, kuijua sala ya Bwana, kujua ingalau ile sala ya Bwana na yale maombi yote yaliyoko pale, Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe na kuendelea mpaka mwisho, kuijua. Na jambo la nne, kujua sakramenti ya ubatizo ndio nini? Kama watoto walivyosema, ubatizo sio maji matupu tu, bali ni maji yaliyounganika na neno la Mungu na jambo la tano kuijua sakramenti ya chakula cha Bwana na kuifuata na kushiriki. Watoto watakapobarikiwa leo wataruhusiwa kushiriki sakramenti takatifu ya meza ya Bwana. Kuyajua hayo matano katika maisha hayo yanaunganisha mafundisho yote ya agano la kale na ya agano jipya. Kwa hiyo ni vizuri kuyashika mafundisho haya, sisi kama tunaoingia katika matengenezo tukikumbushwa mambo haya, na Luta anahimiza akisema katika kifungu chake cha kumi na tano cha katekisimo kubwa. Sisi tunajifunza katekisimo ndogo, hasa katika katekisimo kubwa kifungu cha kumi na tano anakanza akisema, mtu yeyote ambaye ni fedhuli na mkaidi kiasi kwamba hataki kujifunza mambo haya asivumiliwe. Narudia, asivumiliwe. Narudia, asifanye nini? Na ndio maana wachungaji tunapambana kuhakikisha kwamba watu wanajifunza neno la Mungu kwa uhakika kwa sababu kila jambo lililomo katika maandiko linaonekana humo, kwa ufupi na katika lugha rahisi. Hivyo watu wajifunze neno la Mungu, na ndio maana sasa tunakaza watoto wajifunze katekisimo, ingalau kuyashika mambo haya. Kichwa kinachotuongoza kama tulivyoona katika siku ya leo kinasema ushuhuda wetu, na hivyo tutoke hapa na ushuhuda, ndugu zangu wa Kristo, tukienda na ushuhuda huo wa kuishuhudia kweli kama Hezekia alivyoamua kulisafisha kanisa na Martin Luther alivyoamua kulisafisha kanisa, sasa sisi tulisafishe kanisa kwa kusimama katika kweli, tusifuate mafundisho potofu yanayotujia nyakati hizi, tukisimama katika toba siku zote, ambao ndio msingi wa kweli wa kuishika neno la Mungu, tutengeneze maisha yetu na tutengeneze maisha hata ya wale wanaotufuata wakiwa ni watoto, wakiwa ni vijana, wakiwa ni wale wanaotutegemea katika familia zetu ili baada ya maisha haya tukaurithi uzima wa milele na neno pekee la Mungu liwe nguvu yetu na silaha yetu inayotuongoza katika maisha haya. Na Bwana alibariki neno lake. Amen.